Kwa hiyo husda haiwi katika maswala tu ya kidunia, mpaka katika ibadati husda ipo. Hapa tunaona ni qurbana, ni, ni, ni, ni sadaka. Mtu anamuonea mwenzake husda kwa sababu ya sadaka anazozitoa, na katika jamii yetu ipo leo, mtu anaweza kusema anamuonea mtu husda, kajenga labda hoteli kubwa sana, sana. Hasa wanajenga mahoteli tu, mapombe matupu yatakuwa humo, zina zitafanyika humo ndani sawa. Ndani ya nafsi yake anazungumza an, an, anabariri ile husda, lakini ndani ya nafsi yake anaumia. Na ningekwambia labda mtu mwenyewe haweki pombe, labda anafanya mambo ya kheri. Lakini leo mtu anaanza kujenga msikiti, lakini bado akaonewa husda <laughs> kwa nini anajenga msikiti? Mbona msikiti yenyewe anajenga mkubwa sana? Nani anahitaji msikiti kama huu? Waislamu wenyewe wako wapi wa kuswali? <laughs> Ai, yani hata katika jambo la kheri, shekhi, yaani mtu anashindwa kusema tu, naona husda. Waislamu wenyewe kuswali wako wapi? Afu msikiti wenyewe mkubwa huu. Msikiti kama huu unaweza kujenga misikiti 20 vijijini. Sio kweli kama anataka msikiti ukajengwe 20 vijijini. <laughs> Angepeleka vijijini misikiti 20 vijijini. Waislamu wana shida. Sio kweli kama anataka msikiti ukajengwe 20 vijijini, hapendi kuona ule msikiti jinsi ulivyo au jinsi ukubwa wake, au ha, yani husda zipo katika mujtamaa. Hata katika mambo ya kheri. Zipo. Hapa mtoto Adam ametoa sadaka, ameonea husda na ndugu yake Kwe, zipo katika mambo ya kheri. Husda zipo hata miongoni mwetu sisi kama mashehe, maduati, walinganiaji. Juzi tumeona katika mitandao ya kijamii shehe mmoja maarufu anatoa mawaidha kwenye televisheni, kwenye mitandao ya kijamii, wamemtoa picha yake, amekaa mbele, kuna chupa za bia. Sijui mmeiona sijui je. Aona ndugu zangu amekaa mbele imejaa bia kama chupa kumi na tano ishirini hivi, shehe mmoja wa Kizanzibari. Ile imesambazwa zaidi na mashekhe na maduati kuliko kusambazwa na watu wa kawaida. Kwa nini? Husda, sisi tunaoneana husda sana. Kwa nini yule anatambulika sana? Kwa nini ana anasifika? Kwa nini ana wanafunzi wengi? Kwa nini anakubalika? Kwa hiyo unaanza kutafuta njia za kumchafua ili watu wasimsikilize tena, kwa sababu dai ya yote, dai ya yote, mlinganiaji mtaji wake mkubwa wa kufanyia kazi ni sifa njema alizonazo, kitu kinachoitwa suma reputation. Ukiwa katika jamii unasifika vizuri, hiyo ndio rasilimali yako ya, ku, ya kukubalika na kuzungumza haina maana kwamba maduati ni malaika hawafanye makosa lahash, wana madhambi yao, wana makosa yao, lakini ili watu wawasikilize ni lazima kwanza wale watu wawakubali kwa jinsi walivyo na tabia zao na mienendo yao. Ukimharibia daya suma yake, jina lake zuri, ina maana kwamba umeondoa mtaji wake, asifanye dawa tena. Na hakuna husda mbaya kama hii, hakuna husda mbaya kama hii kwa sababu wale wanaolingania kheri, wanaofundisha watu dini, wanaotoa mawaidha ni warithi wa mitume, ni warithi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanafanya kazi ya Mtume. Haina maana wao ni malaika la, lakini ukawabandikizia ukawa tuhma za kutunga, tuna kutengeneza kwa lengo la kuharibu ile picha yao, sio tu kwamba umewadhuru wale lakini umeizuia na dawa isiendelee umeuhujumu na Uislamu. Kwa sababu ni watu wangapi walikuwa wanamsikiliza yule daiya? Ni watu wangapi wameongoka kupitia maneno ya yule shekhe? Leo unampiga picha nabia mbele, amebia ame, zimepangwa mbele pale. Ambaye kwa asilimia kubwa ni uongo tu picha za kutengeneza. Watu wa kawaida kabisa wakiangalia, ha, "Hata huyu shekhe? Inna lillahi wa inna ilayhi raji." Nilikuwa namfuatilia, namblock sasa hivi, namdelete kabisa kwenye simu yangu. Husda zako zimefanya Waislamu wengine sasa wakose mawaidha yale. Wewe hata kutoa mawaidha inawezekana huwezi, lakini umechafua jambo kubwa sana. Kwa hiyo tunapozungumzia husda, si tu katika mambo ya kidunia, mpaka katika haya mambo ya kheri. Kama tulivyosema, mtu anamwonea husda mtu kwa kujenga msikiti, mwingine anamwonea husda mtu mzungumzaji mzuri, anakubalika, mawaidha yake anayatoa. Mtamchafua vipi basi? Anatafuta watu, anaanza kueneza maneno, anaeneza maneno kuhusiana na yule, kuhusiana na yule ili watu wasikae kwenye darasa lake. Basi akikaa nyumbani akisema nimejiuzulu kutoa mawaidha yeye, yeah, anasema alhamdulillah, sijui so, anamshukuru Mungu gani huyo? Lakini ni mungu ake wake ake. Mungu anasingiziwa kweli kweli, jamani. Allah subhanahu wa ta'ala anasingiziwa sana.